Salamu alaikum, Eid Mubarak, natarajia kesho itakuwa tayari ni Idul Fitri. Sasa tumeongelea e, kuhusiana na zakatul Fitri, na ni wajib kila mtu kutoa zaka, na ukikosa kutoa, wanasema hiyo ndio kukamilisha idi yako, na unatakana utoe kabla nini, tumesema kabla ya salatul Eid. Baba wa nyumba anatolea watu wote. Sasa kuna masala moja ambayo ni muhimu, wewe ukikuwa na mtu ambaye um, amekuja kwako m, kabla ya magharibi ya usiku wa kabla ya idi, ameingia kwako kabla ya magharibi, akafuturu kwako, akalala kwako na akabaki hadi kesho siku ya idi, huyu mtu ambaye anahesabika ni mgeni kwako, zaka yake inakuwa iko juu yako wewe, ndio unatakana umnini, umpatie, umlipie zaka. Sasa Ima ukubali kulipa zaka ama usikubali, kualika mtu siku ya mwisho umfukuze nyumbani kwako, ndio usizitoe nini, usitoe zaka. Lakini najua nyinyi ni waumini na ni wakarimu, mtawaleta watu mwafuturishe siku ya mwisho na mtawalipia nini, pia zaka zao. Wasalamu alaikum, Id Mubarak.